Wajaweza ukachukua masiara mi najua, najua ugumu wa gorofa najua, nimejenga gorofa, najua ugumu wa gorofa hii, sio kazi ndogo. Alafu uchoniuzi umefanya kufuru, nyumba zote ujaweka bati, yani umepiga hizi <laughs> hizi tesa, hizi silabu ya kwanza ya pili ya tatu, ya kwanza ya pili ya tatu, ya kwanza ya pili ya tatu. Tazama huu aiaiaiai, ah, ah. <laughs> Vunja Bei, utabaki kuwa juu ndugu yangu. <laughs> Sasa hapa naomba, kuna watu wajuaji tena hapa, vijabeni kuna watu wajuaji, watu wajuaji. Ili ilikuwaje mpaka uka transform kutoka kwenye biashara ya ya uuzaji wa nguo ukaja kwenye real estate, na kule wakati bado maduka yanafanya vizuri? kitu gani kilikuforce ukaingia kwenye real estate? Unafanya biashara, unafanya diversification. Unafanya biashara nyingi nyingi kidogo, ili kitokea riski huku huko unapata, si ndio? Na uzenda zinakuwa kwa pamoja, na uzuri unafanya real estate. Huu ni mwaka wa saba, mwaka wa saba eh? Kwa hiyo hapo umekuja kwa sababu umekuja kunipa pole. Eh, eh. Umekuja msibani, tutafanya, tutafanya project. Uwekezaji wako wote upo ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Utaona. Uko na amani. Ah, sasa na biashara za maduka zinaenda vizuri Naona ah, ah, ah, duka sijaona limefungwa. Wewe unapata wapi ndugu kumbe? Yangu nilifika kumbe, duka walikuwa wanafanya marekebisho eh, ni kumbe walikuwa wanafanya marekebisho. Mimi nilivyoona, nikasema mbona limefungwa, kumbe we duka limehamia nyuma. Ah bwana, naomba unisamee ndugu yangu tajiri. Mimi, na Mungu amekushika sasa kijana ambaye yupo anahangaika na duka Mwenge. Hmm. Kijana yupo anahangaika na duka Mburahati. Hmm. Una ushauri gani wa kumwambia? Hardwork. Hardwork pays, afuna mweka Mungu wako mbele. Mweke Mungu mbele, lakini hardwork pays. Yes. Fanya kazi bila kuchoka. Yeah, pambana. Vipi kuhusu, vipi kuhusu wewe, hujaoa lakini unafanikiwa, tunaamini mtu kwenye mafanikio kuna mwanamke. Umeoa mwanamke kisiri siri? Mimi sijafunga harusi. Lakini una mwanamke. Wewe, sijafanya harusi. Hujafanya harusi una mwanamke? E, ni nani huyo? Ndamweka public, sio muda. Nani huyo? Sasa itakuwa ni surprise. Marehemu mzee anamjua? Anamjua tu kama marehemu mzee anamjua. Usilie, ndugu yangu. Lakini kubwa ninataka kujua Vunja Bei, wanasema hakuna mafanikio kama ana mtoto wa kike nyuma, nyuma yako yuko nani ukimtoa Mungu na soon. Napiga surprise moja babu kubwa, utatambulisha wewe. Umeshagoma sana kwa shemeji yangu miaka mingi, hapana. Ulishindwa, ulikuwa hapo eh, serious sio eh, sehemu moja. Ulikuwa hapo serious sehemu mbili, kutoka eh, University of Dar es Salaam kabisa kule, nikakuweka ukashindwa, ukakiacha eh, eh, eh. Nikaja huku, unakuwa wapi? Ila nikupongeze Vunja Bei, nisikufiche. Vijana hevi eh, vijana tunaoshindanisha tunaoshindana na magari barabarani, unashauri watu nini? Mfano mm, kama mimi hapa nanunua magari nafu, nakaa nao barabarani, natembea hivi, unanishauri nini? Ah, sasa kila mtu na mipango yake, lakini mimi ya kwangu binafsi ni kwamba mimi nataka kufanya lifetime project. Unajua Simejua... lifetime. Sikie neno, no, lifetime project. Hmm. Unaposema lifetime project lazima uapply economics. Hmm. Ukiapply economics unakutana na theory ya opportunity cost. Hmm. Ukiapply uh, theory ya opportunity cost hapo zinakuja kwenye entrepreneur. Kuna real entrepreneur katika kitu gani? Je, yeah, una, una, una invest katika kitu ambacho kina, kina deepri, kina, kina deepri, di, kina depreciate au kina appreciate? Yes. Sasa hii inapanda thamani mm -hmm. gari ina yeah, no, drop. Jamani, ni elimu ndogo lakini ukikaa mjini mm -hmm. unaweza ukakua, huyu ni Vunja Bei hana miaka 35 ana nyumba ishirini Mbezi Bichi kwa Mamnyange, eneo Mbezi Bichi kwa Mamnyange mm -hmm. unajua bei yake eneo tu, hujaweka uwekezaji wa ghorofa. Mimi nitegemea utajenga vijumba vidogo vidogo vile kama wasanii wengine wanafanyaga utoto ule. Hapa ndani tuna eka mbili eka mbili eh, sasa kwa nini nijenge vidogo vidogo? Basi unajua wasanii wana mbwembwe. Alafu kwa nini uonyeshi uonyeshe hmm. project kama hizo kwa nini uzionyeshe kwa kitu kimoja eh. Ukiwa ukiwa sometimes ukiwa hauna inabidi eh. upige sana kelele nakumbuka pigi unanjaa ulikuwa na njaa mno, ulikuwa na kelele kila sehemu atakuonekana yeah. We sasa hivi kwanza umepotea kumani, ya kwanza, yeah, umepotea kusa kusa, alafu la pili ile nafanya project nadhani na Mikocheni sinajua, bahari hiyo hapo unajua, unaona Mikuriili. We geuka huku, hii ni Mikuriili, bahari hiyo hapo Mikuruili. <laughs> anaitwa Vunja Bei tajiri ambaye hana miaka 35, anamiliki beach plot kwa Mamunyange. Yani sehemu hii ina ulinzi tayari, <laughs> wa nchi. Mungu akupe maisha marefu. Una majirani wa aina gani unapokaa? <laughs> una majirani, unapiga mswaki wapi? Unapiga mswaki kwa nerufu huu. Uh, sasa tunaongea lugha moja kwa ni magorofa uwezi <laughs> <Uzi. kuongea na mtu ambaye ana maboma yeah, maana sisi tuna magorofa yeah, yamekamilika yeah. <laughs> mshaji pata na na kitu nime mimi, kwa sababu ni mjenzi, kuna kitu nimekiona na kiadapt hapa. Nimependa finishing ya nje nimependa finishing nachukua hiyo mm, si. hongera sana Vunja Bei, na pole sana ndugu yangu bwana, pole ndio kubwa. Kesho tutakuja zaidi eh, kupa pole. Sisi kama vijana tutajumuika kwa pamoja, naomba tuwe na mbuzi, tuwe na mbuzi, tuwe tuchome mbuzi 30 mbuzi watoko pale Shafika, mbuzi 30 tunachoma mbuzi Tuk tunapeana pole, tunamfariji ndugu yetu, amepitia changamoto, kampoteza we. Kidari yule pale mlitegemea anaweza kaa mtu wa hovyo hivi? Uliambiwa soma, Kidari mzumu <laughs> saizi anasafisha nyumba ah! <laughs> Kidali, nilikwambia soma, ndugu yangu, utasafisha hizi hekalu mpaka ukome. Unaela, unaela wewe na huyu anasafisha nani pool. Niliwakwambia soma, acha kuinua vyuma.